Na hakuna haja ukuja hapa kusupervise watu ambao, ambao unafikiri ni wanasapoti wana wakili mureu anawaza warapoti nyoto ama wanasapoti kishope ama mtu wa MC kifaia, ati wao wapigwe kama mfanya namna gani?

baada ya muda kidogo tukaona kumeanza kuingia wageni ambao watujui, people that we have never seen here, they are not members of the IPCA Church, they are not members of the Mwago or, or Ngafuya community, watu ambao watujui. Baadaye tukaona wamefuatwa na goons ambao wanafuatanga Betty Maina, yule ambaye ni women rep wa Murang'a, ambao tunajua hao, tunawajua. So tukaona na wao wameingia, baadaye ndio Betty akaingia, wakiwa pamoja na Sabina Chege, nominated MP na vile waliingia wakakaa chini na ibada ikaendelea vizuri, lakini baada ya muda kidogo, kama dakika kumi, tukasikia nduru na mayowe nje ya kanisa. Mimi kama MCA ambaye niko, nimechaguliwa hapa, nikaambia viongozi wengine ndio tusisimamishe ibada, wabaki kwa kanisa, mimi nitoke nje niangalie ni nini kinaendelea, sababu mimi ndiye host. Vile nimetoka nje, nikapata watu wetu wote wameambiwa na polisi wakae pande moja, lakini pande ingine kuna guns ambao mimi sijawahi waona, ambao sio hapa, wako na mapanga wakikatakata gari yangu. Hii gari imekatwa vibaya sana, imeharibiwa vioo vibaya sana, na hiyo kazi yote imefanyika under the supervision of polisi wetu. More than 20 police officers walikuwa hapa na gari yao wame supervise hiyo kazi ikafanyika. Na nikimalizia niseme jana tulikuwa mahali ambapo kunaitwa Shomo, tulikuwa tumeenda tumeenda mahali kulikuwa na a certain function na tukapatana na Mheshimiwa Beti. Mimi nikaongea na nikasema mambo ya serikali vile iko, mimi mrengo ambao niko unajulikana. I am a great supporter of his excellency, sisi na senator wetu na mp wetu na mheshimiwa Kifaya ambaye ni MCA. Hata na tukatokea shida, sababu wale watu wanaongoza, wana, wako pande ya serikali wakiongozwa na Beti wao hawakuwa wanataka tuongee mpaka tukazimiwa microphones. Na akitoka I have evidence. I have evidence. Akitoka aliachia police instructions kwamba wahakikishe nimepigwa na nimepata adabu nisikuwe naongea mambo ya serikali. Beti yeye mwenyewe akapeana hizo instructions, lakini jana mambo ikakuwa imetulia na tukaenda nyumbani vizuri. Kwa hivyo leo pia naweza toa messages hapa. Nilitumia asubuhi message nikaambua kwamba Beti anakuja na anakuja na guns na amekuja kufanya revenge. Sababu mishoni yake jana haikukamilika. Sisi tumeudhika sana kwamba wale wanaounga serikali katika huku kaunti ya Murang'a, wale waliopiga kura ya ndio kumng'atua Rigathi Gachagua, sasa wamepatiwa madaraka na mamlaka makubwa sana na William Ruto, kwamba hawa ni watu wanaoamrisha hata polisi wa vyo vya juu, watu ambao wanakuja wanatuma polisi ili kuja kusimamia wale majambazi wao ambao wanaharibu mali na, na, na, na, mali ya wananchi na leo hii wameharibu gari la mheshimiwa MCA wa Kariara Ward in Gatanga constituency. Tuwaambie kwamba wakule ile mali ya William Ruto ya wizi, wakule polepole pole, waache kutuonyesha shibe yao wakitunatanulia vifua hapo na tumbo zao, matumbo yao ambayo yamejaa pesa ambazo zingekuwa zinalipa nani hii kule hospitali na kulipia wanafunzi wetu. Lakini niseme kwamba William Ruto, tafadhali kama una kuja huku mlimani, wewe njoo, lakini uje kama umejitayarisha kutuambia kama zile project ama ile miradi ambayo ulituahidi kama umefanya nini, umefika wapi, utuambie hapa Gatanga ambako tuko, utuambie barabara kutoka Kirwara kuelekea kule um, na, kuelekea mpaka Jogoo kimakia pale utuambie, ulifanya nini. Barabara ya DR tuambie, ambia watu wa Katanga umefikisha wapi, usije na uongo mwingine. Tuambie maji ya Ndakaini umefikisha wapi, usije na uongo mwingine. Lakini tukuambie sisi tulishamalizana na wewe, na kama unakuja mlimani kuja kuleta vifo kuja kuleta uharibikaji wa mali kama vile ulivyofanya Nairobi, tafadhali tunakuomba kaa huko state house unakokaa. Sisi hatuna shughuli na wewe, kaa huko uendeleze mambo yako ya ukora na ufisadi. Asante sababu hapa kwetu Katanga hii historia hakujawahi kuwa na vurugu yoyote ya kisiasa, na leo tumeona hapa wale ambao wabunge ambao walisimama wakangatua Rigathi Gachagua ambao wanashikilia Ruto, wamekuja siku ile hapa kanisani na wakaanza vurugu wamekuja na, na, na, na, na, na, na vijana wao na pia wakaita polisi ili polisi iwazuie ama iprotect wao vijana kama wanafanya uharibifu vii. Kama viongozi, revenge yetu tunaachia Mungu, kwa sababu sisi tunafanya kazi yetu kwenye kazi na kama tunakosea wananchi wanaotukosoa, lakini kwa sababu wao wamekosa wame, wamekosa kitu inaitwa hope ya uongozi katika, katika mlima, ndio sasa wame resort mambo ya vita. Na niseme namna hii, ni, ni ujinga tupu, kwa sababu unapiga mwenzako mkikiongozi kiongozi, ukimuuliza nini mna, mwebe, mna ya, unasimama kitu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya women rap Huyu kivaia ama huyu huyu kishofe haizi mama kiti ya ya ya, ya women rep. Ye ni mwanaume hataki MC, ye hataki kiti ya MCA. Vita ni ya nini? Imesemekana sisi kama viongozi ambao tunaongea sana tunyamazishwe, nakudhuru, tushwa, nakudhuru na kutishwa na kudhurutishwa na kudhurubiwa na kitu mesema, tutaongea, ata watuue, watuvunje mila, watu, miguu, ata wakivunje waki magari yetu, ni sawa tu, Mungu yuko bado kwa kiti. Na tunasema namna hii, ile kama walikuwa wanatupiga, ili tunyamatu tuseme mambo ya barabara, ambayo Ruto mwenyewe mwenyewe wakaja alikuja hapa mwaka uliopita, mwaka wa Septemba akasema barabara ya Wandohi kwenda pale Kirwara Diara na barabara ya Kirwara kwenda Kigio kwenda Jogoo na barabara ya kutoka Kirwara kwenda, kwenda pale kwa Kimemu na barabara ya Katanga Gaos kwenda Nagara na barabara ya kutoka pale panaitwa Gekengi kwenda Kihumbwini zote alisema ameatahakikisha ya kwamba atazijenga na yeye akaambia wananchi, ni mimi mwenyewe nisimkushe ni tena. Akasema hiyo ni deni yake kwa watu wa Katanga, yes. Na kama hiyo ndio kitu ambayo inawasumbua niwaambie namna hii, barabara si sisi viongozi barabara ni ya wananchi ambao walimpatia kura 87% na kwa hivyo kama kuna kitu ambayo inaitwa deni, deni si yangu, ama nyoto ama kivaia ama gishofe ama, ama, ama kama viongozi, deni ni ya wananchi ambao walimpatia kura na ambao pia 2027 atakuja kuomba kura. Wa mlima hakuja kuwa na vita ya siasa hata siku moja, lakini baada ya ke, jamaa yangu ambao mimi mwenyewe niliunda ya UDA kuja na ODM, ndio wanaanza wanakuja na vijana wanaanza kupiga wananchi. Nasema namna hii, wale watu mnapiga ni wale wanapatia kura juzi juzi. Sisi tumedhurubiwa tumetolewa viti ya bunge juzi juzi, walitoa ligadi ya shagwa katika uongozi juzi juzi, tukienda mazishi tunatumiwa vijana wa kutupiga juzi juzi, tulikuwa pale pale Nyeri tukatumiwa vijana wa kutupiga. The other day tukakuwa pale pale pale Remuru the other day, jana tulikuwa kule Naivasha tukatumiwa askari kama mia moja watupige. Tuseme namna hii kama mambo ya uongozi ama, ama kitu ambayo inaitwa ideas of, of ruling imeisha, ndio watu wana resort kwa kitu wa kitu tunaita primitive ways of doing things, mambo ya kuleta vurugu ili tusiongee ukweli. Na nimeona hata leo tumeambiwa tusiongee hii tusiongee hi, tusiongee ile hi, lakini kitu ni moja, wananchi wanagojea ile mambo yote hii, serikali ilisema itafanya. Si kazi yetu ni kuambia wananchi hiyo mambo, ikifanyika, imefanywa, kama haijafanywa, lazima tuendelee kusema. Jana nilikuwa na sherehe ya rafiki mmoja wangu anaitwa Tekra, alikuwa ameniita a traditional occasion dowry, na venye viongozi walikuja, niliwabembeleza ni, ni, ni, ni sana, nikawambia tusiongee maneno ya siasa. Huyo msichana hata kumbuka sherehe yake kwa vile alisherehekea lakini ile maneno mbaya ya siasa watu walisema hapo. Mimi nilijiomba nikaongea wa kwanza. I respect occasions. I'm very sensitive. I don't speak politics in churches in funerals and also in uh, any individual social gathering like a wedding. I know how to look for my own political platform to speak my politics. So nilienda wakaleta kelele nikitoka, e, nikaona watu wawakili mureu wananipigia kelele sherehe ya dawari ilifanywa kama ni sherehe ya kila mtu kusukuma maneno yake ya siasa kurushania maneno and and mimi nikaenda sherehe ya kanisa nilikuwa nimealikwa na bishop. nikiwa huko sherehe ya kanisa mmeketi tu mnasikia nje kuko na mzozano watu wanapiga kelele mimi hata nilikuwa nafikiria tumevamiwa, lakini mimi kutoka nje sasa, nimejua baada ya ibada kwamba watu wa wakili mreu na watu wa mheshimiwa Geshofe wanabishana. Juni nane atakuwa mbunge wa Gatanga 2027. Wamebishana, lakini ah, watu wanajiita itungati wamekuwa na tabia mbaya sana ya kutafuta sympathy, juu hawafanyii kazi wananchi, kazi juu hawana zile vitendo wanazoonyeshana hapa mashinani The only way they are doing it is by going out doing a lot of shenanigans, speaking a lot of shenanigans to the people, pretending, blaming the government for what a whole MP should be doing. Jana walikuwa wananiambia maneno ya barabara ya kutoka Kigio mpaka Gatunyu. Ni rais anafaa kujua ama ni mbunge anafaa kujua. Ni mbunge anafaa kujua na ni jukumu la mjumbe kwenda kwa wizara ya barabara kuangalia mahali barabara yake imefika. Yeye mbunge ni anakaa katika bunge mahali budget inapitia ya Kenya. It is the responsibility of every MP to represent their people and to follow up on the projects that are supposed to benefit the people. Lakini watu wengine wanaanza siasa ya 2027 kuangalia vile watafaidika na kuangalia maneno yao. Mimi hata ile swali niko nayo a ah, wanaume hata hawana aibu, wanaume hawana aibu wanaume waine sijui, nasikia kuna MCA siju, kuna MCA, kuna senator, wanafanya press conference kusema mimi ninawaumiza. Mimi nilienda peke yangu, ninaweza kuumiza wanaume aje? Kila sherehe mi ufanya hata ukiangalia picha zangu hata zenye zinaenezwa kwa runinga, mimi dance na vijana wa mashina ni bana. Mimi siendange na security, na nikienda ni yule officer moja. Kila mbunge amepewa officer moja na serikali, mimi wasinilaumu.